Kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano, tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Dabi, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club lakini tunafahamu umuhimu wa hizo point kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Dabi yenye msisimko wa fainali hii. E, aitokee kwenye ligi nyingine, unapata Kariakoo Dabi alafu ina msisimko wa fainali, kwamba atakayechapika hapo ndio shughuli yake nakuwa imemalizika, lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi <laughs> mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba tunajua, sare, e, mazingira, kupata sare sio mbaya, ni ya kwetu sisi Yanga. Mungu ametujalia tunafika Jumatano tuna, juma tano, tuna option hizo yani wakati wenzetu wakitafuta tatu za ubingwa sisi hata endorsement moja tunachukua uchampioni kwayo. Sisi tunakwenda kwenye mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi moja au pointi tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa, na tunafahamu wenzetu pointi tatu zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi, mkiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo kisha kuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi kwa hivi kwa hivi, mechi inaongezeka msisimko. Kwa hiyo sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo, lakini la pili, uh, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu, ni mechi yetu kikanuni, of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC msimu huu. Kwa mimi, siko hapa, hiyo kazi ataifanya karibu. Kumkaribisha mtu mwingine, namkaribisha mwana Yanga, kokote ulipo njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wakuifanya ifane ni sisi wenyewe wanayanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi, yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Kwao ni waombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza hitimisho lake ni Jumatano jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifata Yanga kicheza, tumepiga sana kelele kusupport timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi Wanayanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie. Mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siko Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani, uwanja ni watu elfu sitini tu ule, tuje tujae pale vizuri, wanayanga, tuisapoti me tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie Eh, waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Eh, nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu, eh, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa uh, Zanzibar karibu ni shahidi. Ilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam. Kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo amenihakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi? watarudi lini? warudi na nini? Kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote aichonaakikishia kwamba akawaambie waandishi, akawaambia wanachama, tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimemaliza, kama kuna swali <coughs> uh, kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Dabi. Tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo point kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Dabi yenye msisimko wa fainali. Eh, yeah, hiyo itokee okay, kwenye ligi nyingine. Unapata Kariakoo Dabi alafu ina msisimko wa fainali. Kwamba atakaye chapika hapo ndio shughuli yake na kuwe me, imemalizika. Lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi maana ili tusilisahau. <laughs> Muhimu sana hii. Maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba hao wenzetu tunajua wanatafuta sare wanafanyaje? Eh, tulitengeza mazingira ya kupata sare itusaidie. Sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga, Mungu ametujalia tunafika Jumatano, tuna option hizo, yaani wakati wenzetu wakitafuta endorsement tatu za ubingwa, sisi hata endorsement moja tunachukua uchampioni. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye hii mechi, akili yetu ikituambia kwamba pointi moja au pointi tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa, na tunafahamu wenzetu pointi tatu zitawafanya wao mabingwa kwa hiyo mechi mkiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Kishakuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi kwa hivi kwa hivi, mechi inaongezeka msisimko. Kwa sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo, lakini la pili, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu sisi hii ni mechi yetu, ni mechi yetu kikanuni, of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karimu kumkaribisha mtu mwingine. Namkaribisha mwana Yanga, kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu, na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe, wana Yanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi. Yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi kwao. Niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifata Yanga ikicheza, tumepiga sana kelele kuisapoti timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wanayanga, nguvu zetu, sauti zetu kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana kwa quality ya timu yetu kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu wakipata sapoti yetu nyuma, tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie. Mimi naamini panapo majawo ya Mwenyezi Mungu, tutaondoka Benjamin Mkapa siku Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani Uwanja ni watu elfu sitini tu ule, tuje tujae pale vizuri, wana Yanga tuisapoti mie, tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie, eh, waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli, hata mimi hiyo taarifa sina, eh, nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. Ee, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo jana nimetimuliwa uh, Zanzibar. Karibu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tukuisha, bwana taratibu za wewe na timu zimeishia hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nyie ambao mmekuja hapa, ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui nachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo, hilo mimi nahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, wanarudi na nini, kiukweli mwenyewe nimefichwa, sijui chochote. Wacha nahakikishia kwamba kawaambie waandishi, kawaambie wanachama, tarehe 25 Yanga ya itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimaliza, kama kuna swali <coughs> Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Uh, kwanza nimefurahi sana, nimefurahi sana sikia kaka yangu Karim Boimanda akizungumza uh, uh, vizuri kwamba timu wenyeji ikishirikiana bodi ya ligi. Hayo ndo maneno kaka, eh, timu wenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi kulipika hili jambo la tarehe 25, jukumu langu la kwanza ambalo limepewa hapa ni kutangaza viingilio, ehe, vya mchezo huu wa Kariako Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini, hizi zimeshamalizika. Eh, hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka encard alitujulisha awali kwamba zimebaki chache, hizi zinapatikana kwa shilingi elfu thelathini. Tiketi za VIPC ni shilingi elfu ishirini, na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la Orange, lile ni shilingi elfu kumi, alafu mzunguko ni shilingi elfu tano. Kwa tafsiri yake, tiketi zilizobakia za VIPB, VIPC, Orange na mzunguko, kuna haja ya kurudia viingilio hapo, ipatikana sawasawa, hiyo safi. Jambo la pili ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano lakini kama kabla sijajikita hapo, nami ningeomba japo kwa dakika mbili tatu nisitize hili ambalo wenzetu wa NCard wamelizungumza hapa. Tafadhali sana, pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili, yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi nane halafu ile mechi ikayeyuka yayo ile tiketi bado unayo, si ndio bwana? Ile tiketi bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambaye ulikata tiketi Machi nane na ile tiketi bado unayo, hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani, wewe ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, kapunch taratibu kama kawaida, ingia ndani. Hii ni hatua namba moja kwa mtu ambaye ya ana kadi yake mpaka sasa hivi, atutazama live kupitia Azam TV hapa ana kadi yake na alikuwa anajiuliza, mimi nikata tiketi Machi nane, sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia, geti lolote jukwaa ulokata kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi dili, pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi nane yani ile kadi ulishindwa kuitunza, huna pochi, huna kabati, huna loloti, bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu, eleweke vizuri hivi. Yani ambaye amepoteza yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale, unayojua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo, na mimi nilipoteza utaratibu tofauti mwingine, kwa wasumbufu bodi mutafute. Nashauri mtu akijua ana uhakika yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, ujakata unajua mlango tuliofungua au. Sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo, mimi nilikata, nitafute uhakika na nayo saba, usitupe mlongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda na siku ya mchezo jinsi gani, na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu, mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu. Geti A hey, na geti D si ndio eh? yeah. Yale mageti mwende pale, mtakuta deski maalum mwisho kabisa, kuna mwisho kabisa. Unajua deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi, kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi, yaani kuna watu maalum ndio wewe ambao umepoteza kadi eh, amempa heshima huyu mtu. <laughs> Yaani, kadi umepoteza, na umepua deski maalum, bodi ya ligi itupe nini tena? Mbona hatupenda namna hii jamani? Taratibu mzuri, yaani kadi ukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale, unatoa taarifa zako, bwana, mimi nilisajili kwa namba hii na hii kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe, almasi nani, unapewa chakwako, unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au n card au timu mwenyeji, ziwe sababu zako wewe mwenyewe, lakini kama tiketi ulikata, n card, bodi ya ligi, timu mwenyeji tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa nikasema nilipitie kidogo hapo niweke msisitizo na mimi, watu wasije wakachanganya, kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo. Wewe kama una kadi tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea ndiyo uende kwenye taratibu za kuswap. Hii swap ni kizungu, kiswahili chake nini? U. kuchanja eh? kuchanja eti? Swap ni kubadilishana, kubadili ile kadi ya mwanzo kwenda kwenye kadi ya pili. Eh, ni kubadili ya mwanzo kwenda. Nani kasema kuchanja huyu? Sasa <laughs> <laughs> <Hello. laughs> ah, baada tutamaliza utaratibu uh, wa kuswap <laughs> Tuje sasa kwenye ujumbe wetu sisi kama Young Africa